Moto unaendelea kuwaka ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo kesho tarehe moja ya mwezi wa sita ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano mbunge wa jimbo la Kawe kwa tiketi ya CCM na mjumbe wa halmashauri kuu ya chama hicho, Askofu Josephat Gwajima anatarajiwa kumjibu mwenyekiti wake wa taifa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kama mnavyokumbuka, jana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alitoa hotuba ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni kama majibu yake kwa press conference iliyofanyika takriban wiki iliyopita, press conference ya Askofu Gwajima. Kwa hiyo inatarajiwa kwamba kesho Askofu Gwajima atatumia ibada ya Jumapili katika kanisa lake kumjibu Mama Samia Suluhu Hassan. Na haya sio, hizi siyo hisia tu kwamba kesho itakuwa hivyo. Kuna dalili, kuna tukio moja limetokea hadharani ambalo linaashiria kwamba Askofu Gwajima atajibu mashambulizi. Kama mnavyokumbuka jana niliweka uh, video hapa ambayo ilikuwa inazungumzia ilikuwa inachambua hotuba hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan ambayo nitairejea kwa muda mfupi, kwa kifupi katika video hii. Na moja ya mambo matatu niliyoyataja kwamba yanatarajiwa kutokea kufuatia hiyo hotuba ya jana ya Rais Samia Suluhu Hassan ni A uh, Askofu Gwajima anaamua kujibu mashambulizi na hiki ndio jo kinachotarajiwa kutokea kesho uh, option nyingine ni kwamba Askofu Gwajima anaamua kujikalia kimya, lakini option ya tatu ni kwamba Askofu Gwajima, kutokana na yanayoendelea, pengine anaamua kujiondoa ndani ya chama hicho au kuomba msamaha. Kwa hiyo kulikuwa na hizo possibilities tatu, lakini kinachoonekana mpaka dakika hii ni kwamba Askofu Gwajima ameamua kujibu mashambulizi. Kwa nini basi? katika ukurasa wake wa Instagram uh, ameweka picha akiwa ameweka mkono kwenye moyo na ameandika maneno haya, kichwa cha habari uh, kwanza kuna alama ya reli inayosema Tanzania kwanza, halafu ameandika Gwajimanization. Amesema kwamba Gwajimanization ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hauwapendezi walioko madarakani ni dhamira thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na ni kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kuisababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma. Hii imeandikwa katika akaunti yake rasmi ya Instagram na imepostiwa leo. Kwa hiyo hili sio swala dogo kwa sababu ni wazi kwamba Askofu Gwajima kwanza amejibu hiyo hoja ya Gwajimanization ambayo kama nitakavyoelezea hapa ilikuwa ni moja ya mambo aliyoyaongelea Rais Samia Suluhu Hassan hapo jana. Sasa ni vema nirudie kile alichokisema Rais Samia hapo jana kisha turudi kwenye hiki alichokiandika Askofu Gwajima. Kwa hiyo jana Mama Samia alisema haya namnukuu, anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro moja mbili tatu, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni ni wemo, ndiyo tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa hiyo hii ndio mara ya kwanza kutumia hili neno Gwajimanized, ambalo kimsingi ni neno ni jina y Gwajima za kuwa Gwajimanize, ni kwamba kutengeneza watu wa aina ya Gwajima ambao katika muktadha walichokiongea ni watu wasiofaa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Akaenda mbele na kusema, kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanize chama chetu, yani tusikifanye chama chetu kiwe na watu wakina Gwajima. Magwajima tuyaache nje. Kutumia neno magwajima ilionyesha pia kama hasira na chuki dhidi ya Gwajima, kwa sababu neno ma, tunapotumia neno ma, mara nyingi tunaonyesha kwamba hatukupendezwa na kitu cha namna fulani, hamna kuoneana aibu wala haya. Akaendelea mkuu huyo wa nchi kusema wajua, kule Zanzibar kuna mtu aliimba mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yeye anakuwa majudhubu, na akaeleza maana hili neno majudhubu. Mimi kwa sijawahi kulisikia hili neno, ndo mara ya kwanza nalisikia jana, kwamba majudhubu ni mtu ambaye hazimu hazimu hivi. Sasa unajua maana ya hazimu hazimu hivi maana yake ni kwamba huyu mtu kichwani kama nyuzi zime zimeu zimechomoka zime kidogo, yani kama chizi fulani unaelewa. Kwa hiyo ukicheza ngoma si yako utaharibu, na utajulikana tu, lazima utasema mie siye. Jamani, ndo haya yanayotokea, yani haya yanayotokea sasa hivi yamechangiwa na hiyo Gwajimanization katika Chama cha Mapinduzi, na kwa lugha nyepesi Rais Samia Suluhu Hassan kama mwenyekiti wa taifa wa chama hicho alikuwa anatoa maagizo kwa chama hicho kuchukua hatua dhidi ya Askofu Gwajima kutokana na aliyosema. Sasa tunaweza tukajadili kuhusiana kama, je kitendo alichofanya ni sahihi au la, lakini kwa muktadha wa video hii tunachojaribu kutupia jicho ni hili la response tulikuwa tunasubiri kuhusu, je Askofu Gwajima atajibu au atakaa kimya au ataishia pengine kuomba radhi. kwa hiyo sasa tunapata mwangaza kwamba kwanza Askofu Gwajima amefanya kitu kimoja kikubwa sana, na mimi nakizungumzia hii kwa sababu nilishawahi kukitumia huko nyuma. Labda nikugusie kidogo, sitaki kurefusha hii video, lakini nikugusie kitu fulani. Kilitokea uh, mwezi Februari mwaka elfu mbili na kumi na nane kuna mtu mmoja alikuwa naitwa Musiba. Uh, wakati fulani alitangaza orodha ya watu kama kumi hivi ambao walidai ni watu hatari na watu hawa wanatumiwa na mashirika ya kijasusi ya nje kutaka kumpindua marehemu Magufuli wakati ule akiwa madarakani. Kwa hiyo kutuhumiwa kwa kwamba kumtumia rais sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Lakini kwa kifupi, huyu bwana akaendelea na kutuandama, na huyu ndio mwasisi wa jina la Jasusi. Mimi nimeanza kutumia jina la Jasusi mwaka elfu mbili na kumi na nane kwa sababu Cyprian Musiba alikuwa anajaribu tengeneza picha yani kama sisi ni watu hatari iki, ikiwa pamoja na mimi. Kwa hiyo nikaona kwamba nikilichukia ili jina litaniumiza, kwa hiyo cha kufanya nilikubali na nilitumie kama sehemu ya kawaida, kwa sababu si baya kama anavyojaribu yeye, anajaribu kulitengeneza kwa kwenji, njia mbaya, lakini mimi kwa kuwa uh, nina uhusiano na taaluma hiyo huko nyuma, lakini sifanyi hayo anayosema, hakuna ubaya wa kulikubali. Ndio hiki ambacho amekifanya uh, Askofu Gwajima kwamba Gwajimanization iliyozungumziwa jana na rais Samia ni kama jambo baya, watu ambao wanataka kukiharibu chama cha Mapinduzi, watu wakorofi, watu wanaotaka kuleta mtafaruku ndani ya chama. Sasa Askofu Gwajima amekieleza kwamba Gwajimanization ni kitu kizuri, na amekifafanua hapa kwamba Gwajimanization ni ujasiri uh, na ambao hauogopi hauogopi, yani hakuna uoga ha, haujali kuwapendeza walioko madarakani Unaona kwamba ni dhamira ya kutetea maslahi ya taifa. Kwa hiyo amejiweka katika position ambayo inaweza ku -isolate watu wanaomwatake, na mkumbuke kwamba Askofu Gwajima ni mtu maarufu, sio tu kwenye siasa, lakini hata nje uh, ya siasa. Haya mengi nilieleza katika makala niliyoiweka hapo jana. Kwa hiyo yeye ameamua kutumia mbinu hii ambayo mara nyingi inakuwa na ufanisi kwamba mtu anaku, kuna msemo wanasema kwamba unatupia mtu akikutupia matofali Una, una option ya kuyachukua ile matofali umrushie umru, umru yeye, au yapokea ile matofali kujenga ngome yako, kutengeneza himaya yako. Kwamba wakati mwingine pia wanasema kwamba kama unaandamwa na watu, unaweza kutumia uh, kule kuandamwa kuwa kuni za kuchochea mafanikio yako au kuwa msingi wa kuwa mtu imara zaidi hi. Kwa hiyo yeye Gwajima askofu Gwajima amelitumia hili neno Gwajimanization kama kitambulisho chake cha uzalendo wake na jinsi alivyopigania haki za Watanzania kwa sababu kwa kimsingi kama hotuba aliyotoa Mheshimiwa Rais jana ilitokana na ushauri wa mtu basi huyo mtu a kumshauri vizuri kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza, katika mazingira ya kawaida unapoliongelea jambo lolote lile ambalo pengine limeelekezwa kwako, lina uwezekano mkubwa ukawa unalikuza Japo si vibaya kujibu tuhuma. Sisi wengine huwa tunatukana wazana huko mtandaoni. Kuna vitu vingi vinatokea, tunakaa kinyesi kwa sababu tunayapenda. Yeye unasema, lakini kwa sababu ukifanya kuwajibu wale watu una kuza unapaza kile kichwa chako na kiongea. Kuna kuna phenomena fulani kwenye internet um, inaitwa Streisand effect, Streisand effect. So Streisand effect kwa kifupi ni hali ambapo, kwa mfano, mtu anakutukana halafu wewe unaenda kwenye Twitter au Instagram unasema fulani katoka unaweka na screenshot ya kile alichotukana yule mtu, utakuwa umemtengenezea followers. Ndio maana utakuta watu wengi maarufu kwenye mitandao ya kijamii wakitukanwa hawataki kumtaja yule mtu, hawaonyeshi hando yake, hawaonyeshi ID yake, ili kuepuka kumpiga teke chura. Ni kama ambacho kimefanywa kwenye swala kesi ya Tundu Lissu ya Mheshimiwa Lissu um, ukilinganisha mheshimiwa Lissu alikuwa ni maarufu kabla ya kesi ya uhaini, lakini ya, yumkinika kusema kwa kesi ya uhaini imemwongezea umaarufu zaidi ya aliyokuwa nao hapo awali. Kwa hiyo hiki ndiyo, ndicho ambacho, endapo kuna mtu alitoa ushauri kwa rais jana kuhusiana na hii hotuba aliyotoa na kumtaja um, basi yumkinika kusema kwamba kulikuwa na, kulikuwa na mushkeli katika hilo, kwa sababu kwa upande mmoja amemuongezea umaarufu uh, Askofu Gwajima si kwamba si maarufu lakini amemwongezea zaidi, lakini kubwa zaidi amemtengenezea hili jina Gwajimanization, na hili jina linaweza likaisumbua sana serikali, kwa sababu askofu uh, Gwajima anaweza akalitembelea ili uh, kupata sapoti ya wahanga wa utekaji, lakini pia kupata sapoti ya Watanzania, na kwa sababu idadi kubwa ya Watanzania wanapinga swala la utekaji, kwa sababu mtu yeyote yule anaweza kuwa victim wa kutekwa. Kwa hiyo hilo ni moja ya mambo yanayo, lakini kingine ambacho kinaweza kujenga taswira isiyopendeza ni kwamba press conference ya Askofu Gwajima ilikuwa very straightforward, ilikua inazungumzia swala la utekaji, swala ambalo Watanzania wengi linawasumbua. Sasa katika mazingira ya kawaida, ukimkemea mtu huyu ambaye anaongea kuhusu maslahi ya Watanzania, inaonekana kama wewe unapinga maslahi ya Watanzania. Kosa la askofu Gwajima lilikuwa lipi? Labda pengine hiyo mifano waliotoa, kutaja jina la mtoto wa rais kuwa ni anaweza kuwa naye anaweza kutekwa, lakini mfano ule haukuwa wa nia mbaya. Ulikuwa unajaribu kuonyesha kwamba watoto wa viongozi uh, hawana umuhimu mkubwa zaidi ya watoto wa walalahoi wa yani, viongozi na wananchi wa kawaida wote ni Watanzania na uhai wa wote ni sawa, na akasema pale kwamba watu waliokwenda kumvamia mdude uh, yule nyanga, mdude nyagari kada yule wa Chadema ambaye mpaka sasa hivi zaidi ya mwezi umepita, hajulikani alivamiwa akapigwa na akachukuliwa, hajulikani alipo, ana thamani sawa na watoto wa watawala wetu. Sasa hapa kuna kosa gani katika hiki alichokiongea? Kwa hiyo kuna risk endapo sisi endapomwawto alichukulia uh, swala hili vizuri la kuonekana bayana kwamba ni chama kinachojali maslahi yake lakini kuna picha pana zaidi na ambayo itakuwa ni mbaya zaidi kwa chama hicho, kwamba chama hiki kinahusika moja kwa moja na swala la utekaji. Ndio maana askofu Gwajima alipojitokeza kukemea utekaji wakaanza kumnyoshea vidole, wakaanza kumshambulia na kumpachika jina na kuleta hii Gwajimanization. Kwa hiyo ni wamemtengenezea ajenda ambayo anaweza akaitembelea kirahisi, lakini ajenda hiyo pia inaweza kumpatia sapoti kubwa Naamini hata ndani ya CCM kwa sababu, kwa sisi tunaongea na baadhi ya watu waliopo huko hawapendezwi na yanayoendelea ndani ya chama hicho, lakini pia hawaridhishwi na jinsi serikali inavyoshughulikia janga la utekaji. Kwa hiyo kwa kifupi, nadhani tu, tu, tu, tuweke masikio yetu kusikiza hapo kesho, mambo yatakuwaje katika uh, misa ya Askofu Gwajima, na mimi nitarudi hapa kufanya uchambuzi mwingine. Karibu kwa comment, asanteni na kwaherini.